Kitabu cha Mtakatifu Mathayo mlango wa 21. Hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, Enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungueni mnilete, na kama mtu akiwaambia neno, semeni, Bwana anawahitaji na mara huyo atawapeleka Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, mwambieni binti Sayuni, Tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole, naye amepanda punda na mwanapunda, mtoto wa punda. Wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya kama Yesu alivyowaamuru, wakamleta yule punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani na wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana, mwana wa Daudi; ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakisema ni nani huyu? Makutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Yesu akaingia ndani ya hekalu akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni, akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Na vipofu na viwete wakamwendea mle hekaluni, akawaponya lakini wakuu wa makuhani na waandishi walipoyaona maajabu aliyoyafanya na watoto waliopaza sauti zao hekaluni wakisema, Hosana, mwana wa Daudi, walikasirika wakamwambia, wasikia hawa wasemavyo? Yesu akawaambia, naam. Hamkupata kusoma kwa vinywa vya watoto wachanga na wanyonyao umekamilisha sifa? Akawaacha, akatoka nje ya mji mpaka Bethania, akalala huko. Hata asubuhi alipokuwa akienda mjini, aliona njaa. Akaona mtini mmoja kando ya njia, akauendea, asione kitu juu yake ila majani tu, akawaambia, yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini ukanyauka mara. Wanafunzi walipoona, walistaajabu wakisema, jinsi gani mtini umenyauka mara? Yesu akajibu akawaambia amin, nawaambia mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiwaambia mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini, litatendeka. Na yoyote mtakayoyaomba katika sala, mkiamini, mtapokea. Hata alipokwisha kuingia hekaluni, wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakamwendea alipokuwa akifundisha, wakasema ni kwa amri gani unatenda mambo haya? Naye ni nani aliyekupa amri hii? Yesu akajibu akawaambia, na mimi nitawauliza neno moja ambalo mkinijibu nami nitawaambia ni kwa amri gani ninatenda haya. Ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakahojiana wao kwa wao, wakisema tukisema ulitoka mbinguni, atatuambia mbona basi hamkumwamini? na tukisema ulitoka kwa wanadamu twaogopa mkutano, maana watu wote wamwona Yohana kuwa ni nabii. Wakamjibu Yesu wakasema, hatujui. Naye akawaambia, wala mimi siwaambii ninyi ni kwa amri gani ninatenda haya. Lakini mwaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza akasema, mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu Akajibu, akasema, naenda Bwana; asiende. Akamwendea yule wa pili, akasema vile vile, naye akajibu, akasema, sitaki. Baadaye akatubu akaenda. Je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia, ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambia, amin nawaambia watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu, kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi msimwamini, lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini; nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini. Sikilizeni mfano mwingine. Kulikuwa na mtu mwenye nyumba, naye alipanda shamba la mizabibu, akalizungusha ugo, akachimba shimo la shinikizo ndani yake, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Wakati wa matunda ulipokuwa karibu, akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima, wapokee matunda yake. Wale wakulima wakawakamata watumwa wake, huyu wakampiga, na huyu wakamua, na huyu wakampiga kwa mawe. Akawatuma tena watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza, wakawatenda vile vile. Mwishowe akamtuma mwanawe kwao wa, akisema watamstahi mwanangu lakini wale wakulima walipomwona yule mwana wakasemezana wao kwa wao, huyu ni mrithi; haya na tumue tuutwae urithi wake. Wakamkamata wakamtupa nje ya shamba la mizabibu wakamua. Basi atakapokuja yule bwana wa shamba la mizabibu atawatendaje wale wakulima? Wakamwambia, atawaangamiza vibaya wale wabaya, na shamba la mizabibu atawapangisha wakulima wengine watakaomlipa matunda kwa wakati wake. Yesu akawaambia, hamkupata kusoma katika maandiko, jiwe walilolikataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu? Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Naye angukaye juu ya jiwe hilo atavunjikavunjika, naye yeyote ambaye litamwangukia litamsaga tikitiki tiki. Wakuu wa makuhani na Mafarisayo waliposikia mifano yake walitambua ya kuwa anawanenea wao, nao walipotafuta kumkamata, waliwaogopa makutano, kwa maana wao walimwona kuwa nabii.